Sasa niwatake lai wananchi wa, wa wa wa wa Sagani mwateresha siniwe, tuachane na habari za kupekua simu ya mwenza wako. Acha kabisa mara moja, ukiona inaita we muitie mwanambati. Jogopokere simu yako, jogopokere simu yako sawa, na usisikilize sana sauti ya anaongea ana na nani. Tuko pamoja, mnanielewa? Kwa nini usikilize anaongea na nani? Huyu ni mmeo anaenda kutafuta, kuna uwezekano ametafuta kule, kuna vitu anatafuta, si ndio? na wewe ni mwanamke pia, na wewe kuna biashara zako unazozifanya. Acha hayo mambo, lakini sasa usiwe uhuru sasa wa kukufanya sasa mwanamke ufanye yasiyo mema si ndio? Tumheshimu mheshimuni mmeo ndani ya nyumba, lakini pia pia na sisi wanaume tuwaheshimu wanawake zetu si ndio? Sio sasa mkeo mpaka unamletea na mchepuko na mchepuko uliza na consent langu huko kwamba bwana wewe huyu ni dada angu anachinjiwa na kuku, anakula. Tusiyafanye hayo wanaume wenzangu, lakini pia wanawake tusifanye hayo. Sasa kama ulivyosema kwamba hawa wake zetu wa wakasa yakikosekana ya matumizi makubwa yanayolinda mji, matokeo yake ni kuvunjika ndoa zetu. Sasa mimi navyotaka kule analeta mambo mengine, matokeo yake nifanye nini yanavunjika Mwanamke halindi kwa magunia ya mpunga eti kwamba kuna kwa magunia mengi atakaa mwanamke pale aaa, yakivunjika yale mambo yale atakoacha na magunia yako pale <laughs> Matumizi makubwa ya kulinda mji ni yale ya chumbani. Lakini akiwa ya matumizi yale yanaanza vizuri, hata aaa kama ni magunia mawili mama anaishi tu pale pale <laughs> La, mimi ninavyoona hayo maswala sasa eh? Ha? Hawa akina mama lazima mwajenge vizuri. Wow, na nazujari pale ya kiferi tu pale, tunawachana lazima tutafute ta, mchepuko pale nje. Mimi siwezi natio kwamba sina salio, nenda watu sa <tune> tunasema, heshima inaanzia nyumbani. Kama nilivyosema hapo awali, ni kwamba tushirikiane, jinsi mnavyoanza kuanza ku, kutafuta baba na mama, baba amheshimu mama na mama amheshimu baba, na maana tusie wepesi wa kutoa maamuzi kwa kitu kilichofanyika mbele, yani baba ameshindwa kutekeleza majukumu yake, kwa hiyo unashindwa kumpa heshima yake ile ya ndani kama alivyosema ujumbe wa hapo awali. Nafikiri akina mama tumeelewana, lakini pia hata akina baba, unapoenda kutafuta ukakosa, mshirikishe pia hata na mama. Siku nyingine unapata unampa hata, unapokosa pia unatakiwa umshirikishe, sio anaona unapata, anajua kabisa umepata alafu unaipeleka upande wa pili. Na yenyewe pia ni binadamu, tushirikiane tu kwa pamoja kwa ajili ya ustawi wa familia zetu.